Na mtazamaji, hali ya huzuni ilitanda wakati wa mazishi ya dereva aliyowawa na majambazi katika barabara ya Marigat kuelekea kambi ya samaki kaunti ya Baringo wiki moja iliyopita. Waombolezaji walilaani vikali serikali kwa kushindwa kushughulikia usalama unaozidi kuzorota katika eneo hilo. Madereva walitaka serikali kutoa silaha haramu kwa nguvu wa eneo hilo ili kutoa suluhu ya kudumu. Aidha, wameikashifu serikali kwa kuwapa silaha askari wa akiba wakidai kwamba bunduki hizo zinatumika vibaya, na katika kipindi cha wiki moja tu watu wanne wamepoteza maisha yao katika barabara hiyo kutokana na mashambulizi ya majambazi. Unaongeza shida juu ya shida ngine. Instead mungefanya disarmament ya mabundiki, munaongeza mabundiki zingine. What for? What for? the best option Number one, pelekeni mabunduki sote. Pelekeni sile senu sote. Sote. Kama nek NBR ama nini. Mutoe. Mukitoa allow KDF to do disarmament in Baringo. Allow only KDF. Mimi naomba mwende parliament muongee mambo mzuri, sababu hii mambo si mzuri. Si mzuri vile tunaona sasa. Jusa tunaona hii maneno kuna kitu iko ndani ambayo tuelewi. Na nyinyi wakubwa, msifuo wakuki gumie, mwangalie ugonjwa ndani. Mjue shida nini? Hatutaki bosa vijana kwa doka maiji. Mtu ambaye anachitafutia anafanya sake mno watu ndio from nowhere unapiga sasa tu kama mnyama. Mambo ya silaha yote mimi naunga mkono, si tolewe sote. Mwananchi akae kama mwananchi na silaha kama kuna askari wapelekwe mbakani. Sio katikati ya Tugen na Tugen mwingine. Sio katikati ya Kalenjin na Kalenjin mwingine. Wale viongozi ambao wako wanachochea watu. Hata kama ni nani. Hao watu wachunguzwe na kama wako ndani wakamato wote waingizwe ndani. Ujinga ya kusimamisha watu barabara ati Loberer. Loberer unapata mbuzi ya nani hapo? Ati unasimamisha mtu Loruk. Chief aliuliwa Loruk ambaye ni Mpokoti anauliwa na risasi ya serikali na chifu amevaa uniform ya serikali. Hiyo ni ujinga gani tunajiletea hapa? President ni mtu ya nyumbani. CS wa Internal Security ni mtu ya nyumbani. Tunakutaka kupigia nani kelele hapo?